Tai wa saba nayo kupatia ni tai mwenye mabawa ya sadaka na ukarimu. Maandiko matakatifu yanasema sadaka kwa maskini humsaidia mtu na umwokoa kutoka kifo na mauti. Hali kadhalika ukarimu kwa masikini na kwa wahitaji humwezesha mtu kupata baraka tele za hapa duniani na za mbinguni. Soma kitabu cha Methali sura ya 11 aya 24 hadi ya 25 na sura ya kumi na tisa aya kumi na saba pia soma kitabu cha Tobiti sura ya kumi na mbili aya tisa.